Tunao wabunge wazuri ambao mafanikio haya yanatokana na viongozi wetu hawa, tunao madiwani wazuri ambao wanashirikiana na msaiki mmeme, ni kuhakikishie kwa umoja na ushirikiano hawa chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi tutaendelea kuimarisha makusanyo yetu katika wilaya yetu, tutaendelea kusimamia mapato, tutaendelea kusimamia maagizo yote ya ngazi ya juu chini ya mkuu wa mkoa waziri na maeneo yote yanayotoka, lakini nikuhakikishie wilaya hii tutaendelea kuifanya iwe moja, tutaendelea kushirikiana na taasisi zote, tutaendelea kuhakikisha mamalishe hawa na babalishe wanapata mikopo, tutaendelea kuhakikisha vijana wanapata mikopo, tutaendelea kuhakikisha makundi maalum yote tunakuwa nayo karibu, kwa sababu hawa ndio msingi wa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika wilaya yetu zaidi ya bilioni mia tatu kumi na saba zimekuja. Hii yote ni miradi ambayo mheshimiwa rais ameyafanya. Tunaamini kwenye wilaya yetu tumependelewa zaidi kuliko wilaya zingine, hivyo ndio maana mambo mengi mheshimiwa ameyaleta kwenye wilaya yetu, tupelekee shukrani. Ahadi yetu kwake mheshimiwa rais ni kwamba itakapofika Oktoba Samia mikono twende juu, itakapofika Oktoba Samia uti mwishua bini rasmi tunakushukuru kwa mstahiki meya. Mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane nilikuwa katimtawala wa wilaya hii ya Ilala. Kati ya mambo nilishai kumwambia mufti ni kumwomba radhi kwamba nilishatengenezeaaii na rafiki yangu kwa sababu wakati huo kwenye baraza la madiwani nilimuona, alikuwa na nguvu fulani. Sasa mtu mwenye nguvu lazima umtengeneze fitina, na kubali fitina ile inaenda na hapo. Umeona, nalindwa mambo leo hii yamemnyoka hivyo na, nasema mbele ya watu wake wengine, tuliona nyota yake na ubora wake miaka mingi iliyopita na fitina, nilikuja kumwambia niliporudi kwa DC nikaambia unakumbuka hizi sindano? Akasema nakumbuka. Nikaambia moja wa choma sindano na mimi nilikuwa mmoja wapo, nisamehe. Maana zahizi mambo yamekujongia wa wacha akie